Tuchambue hizi mechi zetu, unajua tunaenda kwenye lala la salama, sindio Jumamosi eh. Eh, eh, na Jumapili na matumaini makubwa sana Jumapili Simba, Jumamosi Yanga na matumaini eh. Eh. Mimi, mimi, eh, yaani matumaini makubwa, Yanga anafuzu eh, tunafuzu bila shida, kwa kishindo a <laughs> <Siyahi, di wal. laughs> <Kwan, laughs> Malawi pale ilikuwa ni nini? Ndomana niambiwaje? Kocha kocha ukitaka eh, eh, kufanya review ya, ya ile mechi kocha yule yule kamfunga Simba, kocha yule yule kawafunga vale, wale ile matua za awali zile mechi mbili kashinda eh. Kocha huyu yani mchezaji mmoja mmoja, iwezekani mchezaji akishazoea kucheza mbele alafu unakuja kumchezesha beki ukaba, hawezi yani, defense hawezi vizuri. Mfano mfano mfupi, unakuja kumchezesha namba mbili Max Nzengeli, akishazoea kucheza namba saba au kucheza majukumu hayo. Namba mbili wapo, namba mbili wapo, hata Dickson Job yupo, naweza ukamrudisha namba mbili ka unaweza ukamweka Mwamnyeto pamoja na yule asinki yule yupo. Kwa hiyo kocha kawauza eh, yeye ni kocha ndo katufilisha, tunaweza tukasema hivyo. Sasa kocha hayupo ndio, e, sindiyo? ila e, kocha hayupo ila na matumaini makubwa sana Jumamosi tunaondoka e. e. wote eh <coughs> tunaondoka wote eh, timu na matumaini moja, anaweza kapata e. eh bali anga brother, angalia mpira anga kufunga vizuri goli moja, sitaka tuingie robo tumeshindwa

Mshindi Yanga anaenda, MC, nani MC Yanga wa wa wa oh, Yanga anaenda. Kwa hiyo maana yake ni kwamba tunakumbushana kwamba hii ni mmoja wa mpira. Yanga hayumo, Yanga hayumo huyu anaanga, mnamuelewa? Yanga hayumo, Jumatatu

limeanzia wapi? Mimi naweza nikasema katikati, lakini si katikati, sio sana, mfurubeki namba mbili huku. Mtu, mtu anakaa nyuma ya mgongo wa mchezaji anakabaje? Kama vile mtu anaenda mbele, nakaa nyuma ya mgongo wakeaamalaw yule baba kapigwa vigingi kama vitatu hivi. Sawa. Yule lakini yule akijadoni yule yule yule upo kwenye uwanja wa nyumbani. Aki. Na sisi Pakome wetu hapa atakuja hapa kwa Mkapa. Shida Pakome Pakome, wenu we nyinyi, mna overdose mnamtegemea sana. Yaani timu timu timu ikitajwa lazima atajwe Pakome. Hapo jina liko hapo. Mbona wachezaji wengine wapo? Ana ndio nasema sasa akina Dumbia wapo. Unaona? Kwa mimi hapa naona sio tunategemea sana paku sisi, na na niwakumbushe tu kitu kimoja, kila timu lazima iwe na star. Sta basi sawa, subiri. Mimi mimi nataka mkubwa, wewe, kwa maoni yako na kwa mtazamo wako na ubashiri wako pia, nani anaenda, nani anabaki? Si kama kawaida yetu tunaenda atushapita waweza kutufunga goli nne wale. Ila wenzetu hawa ah, mimi na hapa 50%. Nusu kwa nusu, eh, nusu kwa nusu. Wasipopanga vizuri mipango yao ya. Kwa hiyo Simba anaenda. Azam. Singida. Singida anaitia maji, tia maji. Kwa sababu ana sare ya moja moja, ina maana wale wakija kupata sare yoyote hapa nao wanapita. Sare ya moja moja penati ndio mtiani ulipokuwepo hapo. Kwa hiyo sisi tumepita, Azam kapita, changamoto liko kwa wenzetu a, tunawatakiwa Mungu ili waroge vizuri, eh, yeah, waingilie milango ya uani ili wapate angalau hata goli mbili. Bila game ya Simba ilikuaje? ta atanitafuta yale mapenzi ya mpira sasa, yale kimoyo, kutoka moyoni, watu wanavunjika moyo kutokana. Sasa hivi mpira pesa, alafu nini? Yani watu wapo kazini, watu wanaenda kushabikia bure kwa hiyo sasa kinachokuja kutokea wanavunjika moyo kutoka na mazingira wale, wale wanaolipwa hawafanyi vile tunavyotaka, sijui unanielewa mm. Swala la mpira zamani ilikuwa hata mpira huo wa makaratasi sisi tunacheza pale uwanjani, hapa baa walichezeki, watu wote wanaja pale, wanakuja kuangalia watu wanafanya nini? Yeah. Wanafanya nini? wanafanya shughuli ya mpira lakin hato, yu, nazi, anafanya, lakini umama watu kama hiyo masuala ya uchawi sisi kuvunjwa nazi, watu walikuwa wanafanya, lakini watu wakifungwa wamefungwa, wazungumzie wao, nyinyi mmeroga sana mm-hmm. Ni hivi sasa wewe msikaji huyu mtu wa Simba vipi? yani kila kiongeti Yanga anaruka ukuta wewe umekataza kuna faini watu wanalipwa, wanalipa ni mmeingia na mashehe pale na magari, mmeenda kuzikili pale ndani, mmekuja na vichwa na mbuzi, mmekuja walikuja na mbuzi wa ngabia na hicho hicho. Mpira. Tunapozungumzia swala la soka tusimame kwenye soka. Ah, tusimame kwenye soka. Tufanyeje? Soka. Kwa sababu huyo Simba anaishia kwenye robo anarudi, tunabaki tena hapa hapa. Yanga anapazoea akifika kwenye robo tunarudi totally hapa hapa. Tunafanyaje? Lakini kwenye robo. Sawa. Sasa kwa nini sisi tunataka robo? Au tunataka kombe? Eti plaza tunataka kombe, tunataka robo. Tunataka makundi. Eh? <laughs> <laughs> tunaleta tuna, tuna sana nini mabishano tupafomu na mpira, tunafanyaje ili tuvuke? Cha kwanza tuache ubinafsi wa kusema kwa <laughs> Yanga shida ana... shida, <laughs> shida ya Yanga na, na Silver Strikers I, ilikuwa wapi yani tatizo, mpaka yale matokeo yamepatikana, tatizo lilikuwa wapi? kama, kama mchambuzi kama shabiki kama mwanachama mimi kama mwanachama. Eh, tupe, tupe maneno yako. Sasa utambua mpira kwa, e. kucheza, e. pinzani, e. kwa kwa sababu sina sana. fanya kwa lile ulichokiona. Yaani tatizo kubwa kwanza tuache ubinafsi. Eh, Simba inapoenda kucheza Yanga, tusio upande wa timu kinzani kutaka kuwapa njia au kuwapa mbinu ya Simba inachezaje e. Nafikiri ndani ya familia mnaweza mkazaliwa hata kuna mtu anaenda kuwa bondia, lakini kwa kaka yake bado anapigwa e. kwa sababu kwa anamjua kwa mbinu zetu ni hizi. Kwa hiyo hata sisi tunapocheza na wageni, labda Simba inacheza na wageni, Yanga, tuache ubinafsi wa kwenda kuwapokea wageni na kuanza kuwapa mbinu za kumfunga Simba. Sisi tunafungwa kwa sababu wenyewe kwanza tunakuwa tuna ubinafsi, yani hatupendani, yaani hatuna mapenzi ya kusema kuwa Tanzania moja, timu tunafanya kitu kimoja. Sisi tunaleta sana nini, mapenzi ya timu zetu binafsi, Simba Simba, ukirudi hapo pale pale binafsi kocha asema eh, Yanga hizi mbinu za kunipokea kanifunisha yeye. Sasa tumekutana, mimi mbinu zake azijua, hakula mbili moja. Idenge sio sisi, Idenge mwenyewe aliongea, anasema Yanga ndio alikuwa anipokea aaa alikuwa mechi ya nani ya prison na nani, akaacha mechi yake Yanga akaenda hapa ucha, Yanga akaenda prison kwa Idengi mkara mbili moja, wakona kuwapokea wageni, mpira huo haupo pokea wageni. Yanga basi mechi ya mvuki sasa sasa hivi tunadili na wao, wameshinda goli tatu, wameshinda goli tatu, hawashughuliki tena na mechi yao, wanashughulika na mechi sasa. Tunarudi upande wa pili, nani mchawi kwenye mpira? Anasema anasema kwa yani amvuki hachezi mpira yani hachezi mpira na wala hashughuliki na chochote yani anasema kwa hamtovuka kwa vigezo vipi? Asa labda mzee mpili afe kamatia ufunipilabda mpili wanza ojn ayuko tena subiri, tunaenda kwenye engo ya mwisho, au sio? Bwana lala salama, hiyo Simba ana goli tatu bila Azam ana goli mbili si ndio? Yeah, kama sikose mbili bila. Singida katoka moja moja. Yanga kafungwa moja bila, si ndio? Na Jumamosi tunaanza na Yanga vile vile, sisi vinakaa vile vile si ndio? km km wanaweza kupindua matokeo, uh, yeah. Matokeo Azam

Mjelezee bwana, vizuri. Yanga Yanga Yanga kasha? kasha? Yeah. Yeah, lazima washinde kwa Mkapa. Ah, wewe. You are watching Metro Media TV. Usisahau kusubscribe, comment na kulike.